navyokula chakula cha kukaanga mm, au nachokula chakula chenye madoido mm, haimaanishi kwamba utapata madhara muda huo huo. Hapana, madhara mm. ni ya taratibu na huwezi ukagundua umefikia hatua gani mm. Kwa sababu mara nyingi watu wengi huangaika na magonjwa yanayotokana na mrundikano wa sumu za vyakula vya madoido ya upishi mm. lakini anapoenda hospitalini, anapimwa, anaambiwa hatuoni chochote unachoumwa. Sasa anashangaa, kwa nini kichwa kinaniuma? Kwa nini kumbukumbu zinapotea? Kwa nini nikitembea njiani nashindwa kunyoosha nakuwa na yumbayumba? Kwanini mwili kila kona unaniuma? Kwanini nimerundika dawa ishirini kila siku nakunywa, wakati spati nafuu, shida iko wapi? Mm, hospitalini -hmm. Vipimo vyote vya kunimulika nimepimwa, MRI, CT scan, kuingiza mpila, everything nimefanya mm -hmm. Lakini hawaoni chochote. Kumbe madoido ya upishi yamekurundikia sumu nyingi, na hizo sumu bado zinaendelea kurundikana kama mtu asipobadilisha mfumo wa maisha